Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Juliet Abia, nimeokoka na mpenda Yesu, na leo nina furaha ya kuwaletea habari ya huduma ya Spiritual Enlightenment ambayo ni huduma ya watu ambao tumeamua kumtafuta Mungu kwa bidii katika maisha yetu. Yes, huduma yetu inafanyika mara mbili kwa wiki kupitia njia ya mtandao ambayo ni Jumatano saa tatu usiku ambapo tunatafakari neno la Mungu kwa pamoja, tunaulizana maswali na tuna watu specific ambao wanatoa neno ambalo ambayo imekuwa ni huduma njema sana na imetubadilisha wengi maisha yetu, watu wamemfahamu Mungu. Lakini pia Ijumaa tunakutana tano kwa dakika kumi na tano kuanzia saa nne kamili usiku kwa ajili ya maombi, na maombi yote mtu binafsi, ukiwa naombi lako binafsi tunaliomba kwa pamoja, kwa kuwa tunajua Mungu anatuambia wa walipo wawili watatu wamekutanika kwa ajili ya jina langu, nami nipo katikati yao, na tunaamini kabisa Mungu huwa anasikia na tumeona Mungu akifanya mambo makubwa katikati yetu. Ni kwa nini tuli, kwa nini huduma hii ilikuwa ni muhimu kwetu? Uh, tuliona kwamba katika maisha yetu ya kila siku, wengi tuko kwenye majukumu ambayo yanatufanya tunashindwa kupata muda mzuri kwa pamoja wa ku have fellowship kama kundi, kwa kuwa tunapokuwa mtu zaidi ya mmoja, kuna nguvu ya kipekee ya Mungu ambayo tunaipata na tunachocheana vile vipawa na karama ambavyo Mungu ameviweka ndani yetu. Na kama tunavyojua neno la Mungu linatuambia tutafute kwanza ufalme wa mbinguni na mengine yote atatuzidishia. Na baada ya kulitambua hili, tukaona ni muhimu tumtafute Mungu kwa bidii kwa muda mdogo ambao tunaupata baada ya kazi, na kweli tumeona maisha yetu yakiwa transformed. Kuna shuhuda nyingi, watu wameweza kumjua Mungu, nguvu ya Roho Mtakatifu imeingia katikati ya watu, tumeona watu sasa wakiweza kusimama wenyewe na kusoma neno. Imekuwa sio mahali ambapo ni boring place, ni mahali ambapo watu tunapenda kukutana kila siku. Kwa hiyo ni kukaribishe wewe ambaye una kiu ya kumtafuta Mungu, uje ushirikiani pamoja nasi, tutajifunza mengi. Neno la Mungu linatuambia kwamba tumjue Mungu, ndipo amani itakapotujilia na tunajua tuna paso kuongozwa na Mungu. Anatuambia kwamba yeye ndo anatufundisha njia ya kuendea kila siku kwenye maisha yetu na anatushauri. Katika dunia ambayo tunaishi, kuna changamoto nyingi, na bila kuwa karibu na Mungu hatuwezi kuzishinda hizi changamoto. Ni lazima tutafute muda wa kukaa na Mungu na kumwelewa, ili atufundishe namna ya kuenenda baraka nyingi ambazo tunazitamani hatuwezi kuzipata kama hatutakuwa na mahusiano mazuri na Mungu, na ndio maana tumeona ni muhimu kuwapa habari hii njema, ili kila mmoja wetu aweze kuyafurahia matunda ya Mungu, tuishi kwa amani na tuweze kumaliza na kuwa na hatima njema. Tunawakaribisha sana na tunaamini kwamba kupitia ujumbe huu ukikufikia, hakika Mungu alikuwa na kusudi na wewe. Kwa hiyo tunategemea kwamba utaungana pamoja nasi. Saa ya wokovu ni sasa, hatujui kesho yako ni itakuwaje. Tunajua maisha ya mwanadamu ni mafupi na hatujui siku ya kuondoka. Kwa hiyo unapopata opportunity kama hii, ni calling kwako kumtafute Mungu. tunapatikana kwa njia ya Instagram ukijaribu kusearch Spiritual Enlightenment Ministry, lakini pia tunapatikana through YouTube Spiritual Enlightenment Ministry, na ukitaka kuwasiliana nasi unaweza ukaandika namba yetu ni 0744 992095, ni 0744 tisa tisa mbili sifuri tisa na tano. Karibu sana mpendo mwanamu.